Muhimu sana ni siku ambayo tunaenda kuandika tena stori. Kama tunavyojua kwamba kauli mbili yetu ni stori yako ina thamani, basi siku ya leo tunaenda kuonyesha namna gani tunathamini story za wateja wetu. Lakini vilevile katika kuandika hiyo story na kuthamini hizi story, tunajua kabisa tuko hapa kwa dhumuni moja kuu, ambayo tunasema tunawezesha Afrika ya kesho pamoja, story moja baada ya nyingine. Basi siku ya leo tunaenda kuwezesha wateja wetu katika kuandika hizo stori zao, na kama mnakumbuka, mwezi mmoja uliopita au takriban wiki tano zilizopita, tulivumbua kampuni um, ka kampeni yetu ambayo inaitwa Play Your Cards Right, yani ujanja ni kuswipe na kadi ya Absa. Basi leo tunaenda kuonyesha namna gani tumepata hao wateja ambao wameswipe, na tunaenda kuwazawadia hizo zawadi zao. Kuna wateja wa aina tatu ambao tunaenda kuwazawadia siku ya leo. Kuna wale wa wiki kama tulivyotangaza wakati ule, kuna wa mwezi, lakini kuna vile wa, kuna vile vile ambao wanaenda kupata zawadi za safari. Absa tunaangalia solution nini mteja anahitaji, na kwa kufanya hivi tunavyofanya kwa kuja na hizi solutions ambazo ni card, ni platform mbalimbali Um, aina ya kadi ambazo zinahitajika kutokana na matumizi ya mtu. Hii yote ni sisi kuhakikisha kwamba tunawajali wateja kila wanachotuambia. Kwa hiyo na tunataka kuahidi wateja wetu kwamba tutaendelea kufanya hivyo. Tutaendelea kusikiliza yale ambayo wanahitaji na tutaendelea kuwajali kwa namna tofauti tofauti kukumbuka hiyo embarrassment ambayo nilipata. Na uzuri ni kwamba uh, credit card unakuwa na uhakika wa kutumia, especially wengine ambao tunafanya kazi ambao zinasaidia kusafiri nje ya nchi. Mara nyingi kuna mahali ambako unaenda unakuta debit card haikubaliwi, kwa hiyo ukiwa na credit card nafikiri inakuwa ni, ni, ni rahisi zaidi. Kwa hiyo mimi nawashukuru Absa na taendelea kuwa mmoja kati ya wateja uh, kutumia kadi na miamala ya kidijitali.